Karibuni sana katika studio za TRT eh, sisi ni TRT Afrika idhaa ya Kiswahili na lugha nyingine. Tanzania ina utajiri wa madini na yako ni mengi tu sana, kwa sababu kuna mengine ambayo hayapatikani duniani kwingine isipokuwa Tanzania, kwa mfano tanzanite. Tukiangalia wingi wa madini haya ambayo yako Tanzania, lakini katika ziara yenu hii hapa Uturuki ya, ya, ya, ya madini ni fursa, ni fursa zipi ambazo mmeziona, mnaweza mkahisi kwamba tunaweza tukafanya uwekezaji sisi kama Watanzania E, hapa nchini Uturuki. Karibu. Labda na engineer Elias hapa. Asante sana e, fursa ambazo zinaweza zikawekezwa hapa uh, Uturuki, uh, mbali na madini tumeona fursa za kilimo ambavyo kumeonekana wanahitaji uh, bidhaa za kilimo na vile vile uh, kuna bidhaa za utalii Tanzania, vile vile tumeona kuna viwanda uh, vingi vya magari. Ya Tanzania sasa hivi uchumi wetu unahitaji uh, kuwa na magari ambayo yatasaidia kwenye usafirishaji. Kwa hiyo tunaona ama kampuni atakavyowekeza Tanzania, uh, kama vile kwa assembly wakaleta vifaa waka assemble Tanzania. Kwanza kuna nafuu za kikodi watazipata, ambapo kituo cha mamlaka na, ma, ma, bitu, ya uwekezaji na vituo maalum vya uchumi vitawasaidia prosesi zote za kuingiza eh, kuanzisha um, investment yao Tanzania pamoja na kufuatilia kama kuna matatizo yoyote ya ambayo kwa mfano kama wapati umeme, e, barabara ni mbovu, tutaendelea kuwasaidia watakavyoenda watakavyoendelea kukuza uchumi wao Tanzania na kuweka ule uwekezaji wao uweze kuwa endelevu na kuajiri wa Tanzania wengi. Mwenyekiti wa wachimbaji vijana Tanzania wachimbaji wa madini of course eh, lakini pia wamekuja hapa kwa ziara hii kama E, mwakilishi wa shirikisho la wachimbaji e, wa madini nchini Tanzania, kuna mambo ambayo umejifunza bila shaka hapa e, Uturuki na un ungetamani kwenda kuya apply nchini Tanzania, unaweza kutajia ni yapi? Mimi ningependa kujikita zaidi kwenye masuala yetu ya uchimbaji kwa sababu niko kwa niaba ya shirikisho la wachimbaji madini Tanzania. Na naona umekuja na jezi kabisa. Yes, hapo nimeivaa jezi yangu kuwakilisha uzalendo katika masuala ya madini ya uchimbaji nchini pote. Kitu namba moja nilichokiona kwanza nchini Uturuki ni jinsi walivyoweka mfumo wao mzuri wa kiwekezaji kuanzia kwenye prosesi nzima ya kuyagundua madini, kwenye prosesi ya kuyachenjua, kwenye process ya kutengeneza masoko, na kwenye process ya kuongeza thamani yao ya madini. Tumejifunza na tumeona kwamba kuna namna sasa ya sisi na watu wa Uturuki kushirikiana. Tunatambua kwamba rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuja nchini Uturuki mwaka jana, ziara ya siku tano kwa ajili ya kujenga mahusiano makubwa ya kiuchumi. Sisi kama Watanzania tuna mengi ya kujifunza, kwanza katika mfumo wao, lakini kikubwa zaidi nilichokiona hapa nchini Uturuki, pia wana shirikisho la wachimbaji madini Tanzania. Shirikisho hilo limeunganisha zaidi ya watu milioni saba, ambalo hususan limeundwa kutengeneza mfumo mrahisi na uboreshaji wa wachimbaji kuweza kukaa katika thamani ya madini. Kwa mfano tumetembelea mgodi mkubwa Zenith Mining uliopo Izmir, kwa ajili ya kujifunza namna gani wanaweza wakachimba vizuri, lakini wakatengeneza fursa za kiuchumi kupitia shirikisho lao. Lakini tumeona kwamba kuna mfumo mzuri sana wa uuzaji wa madini yao, ambapo serikali yao imetengeneza misingi mizuri ya kuhakikisha kwamba madini yanayotoka nchini Uturuki yanakwenda nchini zingine, yanakuwa katika database nzuri ambao hata kesho na kesho kutwa mtu akiyaomba anapata, lakini inasaidia kwenye kufanya estimation ya madini ambayo ametoka nchini Uturuki na washirika wao wa nchi zingine ambazo jirani. Bila shaka mmeona kuna madini ya Uturuki ambayo Tanzania labda hatuna, lakini mmejaribu me, me, kuangalia labda kama kuna uhitaji wa hayo madini? Asante ndugu mtangazaji. E, tumeenda kwenye ile ya kukata mabo na granite pamoja na kama alivyosema Bina, tumeenda kwenye mgodi wa uh, gold mine tumeongea na hizi kampuni za Kituruki tuone namna gani wataweza kuja Tanzania kuangalia namna gani ya kuwekeza kupitia kitu, uh, mamlaka ya uwekezaji Tanzania ambapo itawasaidia pamoja na nafuu na, na za kikodi zilivyoainishwa. Kwa hiyo tumeona kuwa tuweze kuwa, kuwa encourage wafike Tanzania waone ni namna gani wataongeza thamani ya madini tulionayo hiyo ni fursa kwa, kwa kampuni zote za, za Uturuki ambazo ziko, e, zina, ziko interested kuja Tanzania kwa ajili ya uongezaji thamani wa madini yetu tulionayo, maana tuna madini aina nyingi sana. Kulingana na jarida la Business Insider eh, sekta ya utalii Tanzania ilivuna mapato ya dola bilioni 3.92 mwaka huu yaan yani 2025 lakini ukilinganisha na dola bilioni 3.83 ambazo zilipatikana kutoka kwenye sekta ya madini. Kwa hiyo sekta ya utalii inakuwa imepita sekta ya madini, si kwa kiasi kikubwa sana, lakini kwa utajiri wa madini tuliokuwa nao nchini Tanzania, tungetegemea ilete mapato mengi zaidi kuliko ni sekta yoyote ile. Nadhani hii hali unaona ikoje? Asante sana, hii hali tunaiona kwa sababu umesema ni imepishana kidogo, ni kwamba sekta ya madini sasa hivi inakuwa kuna viwanda kama viwanda vikubwa yani, um, migodi -mi mikubwa kama, ku eh, kama kumi na nne iko katika nani level ya, ya construction sasa hivi ambayo itaanza ikiwemo uranium kama ulivyosema, ambayo itatumika kwenye clean energy na rais ameshatoa amesha, maelekezo kuwa serikali sasa inatakiwa izalishe umeme kutokana na uranium, na vile vile kuna madini kama ya uh, graphite. Sasa hivi kuna viwanda kama kimoja sasa hivi kimoja kiko kimeshaanza uzalishaji, lakini kuna viwanda kama vingi vinaanza kuja kuingia kwenye uzalishaji wa wa, wa, wa graphite. Kwa hiyo ukiona by kwa mwaka huu au miaka ijayo, mining itakuja kupitia, yani uchumi wa madini utakuja kuongeza sasa ule u, u, ukusanyaji wa mapato ya Tanzania kuwa mkubwa zaidi, na utaweza kuipita hiyo e, sekta nyingine. Na tunataka yani, Tanzania katika sera yake ya madini inasema hii madini ivutie na sekta nyingine, inataka ivute se, sekta zote zikwa, zije pamoja, kwa mfano makampuni haya atakapokuja kuwekeza Tanzania ya madini yatatumia chakula ambacho kinazalishwa Tanzania, yale madini. Kwa mfano sasa hivi serikali inataka kufanya ni kutengeneza dhahabu eh, hub, kwa mfano hizi refinery zitengeneze gold coins ambazo zitakuwa zinakuwa zinawekwa benki, kama badala uweke fedha, unaweka gold coin. Ina maana Mtanzania yoyote anaweza kanunua gold coin na kuideposit kwenye benki ambazo ziko Tanzania. Ni kweli kabisa unachosema, na kwa sababu eh, nikitoa mfano hai Uturuki hapa kuna benki nyingi tu, mbali na kuwa unatunza pesa zako ndani a ya, ya benki, yani una akaunti kadhaa e, bila kujali ipo katika karensi ipi, lakini pia unaweza kutunza pesa zako au thamani yako ya utajiri kwa kutumia dhahabu. Kwahiyo unaweza ukanunua gramu moja, gramu mbili, gramu tatu, na kuendelea. Kwa karensi yoyote ile. Alafu siku ukitaka kuitoa hiyo unaweza kuitoa ile dhahabu yenyewe halisi kabisa ikiwa kwenye uzito wake kama ni gramu moja au na kuendelea kwa hiyo hata benki za Tanzania nadhani inaweza zikaanzisha hichi kitu, yani kwa sababu utafiti wa, wa, wa uchumi au utafiti nyingi za uchumi zinasema kwamba dhahabu siku zote inaenda juu, thamani yake haishuki chini. Hata kama itashuka chini itashuka kidogo alafu baadaye tena inapanda juu. Wewe kama mwenyekiti wa wachimbaji wa madini vijana Tanzania, mnafanya vipi kuwashawishi eh, vijana wa kitanzania kuenda eh, kuingia migodini au kuingia kwenye sekta ya, eh, ya madini mna, mnafanyaje? madini yetu ya Tanzania ni madini ambayo bado yanahitaji utafiti. Unavyoona wametupita kwa asilimia chache. Ni ni asilimia 16 tu ambayo kufanya utafiti Tanzania ni na ndio inao uchimbo. Tuna asilimia zaidi ya 84 bado iko chini ardhini, madini yanahitaji kuchimbwa. Lakini sekta ya madini ina madini tofauti tofauti, zaidi ya madini ya dini 250 ambayo yana, yana, yana involve madini ya teknolojia, lakini madini ya kimkakati, lakini pia madini ya chuma Tumeona sasa mkakati ume, umeletwa na wizara ya madini kupitia waziri wetu, kwamba sasa tuanze kuwekeza kwenye madini yetu ambayo yanaweza kutusaidia kuongeza uchumi kwa spidi kubwa. Kwa mfano sasa hivi kuna migodi mikubwa inaanzisha migodi mikubwa ya graphite, kuna migodi mikubwa ya nickel, kuna migodi mikubwa ya dhahabu inaingiwa, lakini serikali yetu imeshaanzisha migodi mikubwa ya dhahabu. Rais wetu, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, amegawa leseni wachimbaji wadogo zaidi ya elfu mbili katika poli tengefu la Kigosi, kwamba sasa ameona mchango mkubwa wa wachimbaji madini, kwamba wa wa hawa wachimbaji wadogo wadogo hawa wanaochangia asilimia arobaini kwenye pato la wizara. Sasa akiwapa leseni zingine akawapa na mitaji, hii itaongeza uzalishaji, lakini itaongeza pato letu katika serikali kuu. Ifikapo elfu mbili na thelathini, tunataka tukawa ni wizara inayoongoza kuongeza mapato ya serikali kwa sababu wewe ni Mtanzania, unaweza ukazungumza kwa niaba ya serikali ya Tanzania kwamba unaishauri serikali ya Tanzania ifanye vipi ili kukuza na kuimarisha biashara hasa katika sekta ya madini na Uturuki? kuna missions za, za, za uwekezaji ambazo ziko katika nchi mbalimbali kiwepo Uturuki. Tunaona sasa Tanzania ikikaa pamoja na Uturuki wakaelewana, ni kwamba tutaweza kuwa na biashara na kubwa sana, ambako Uturuki yenyewe iko in touch na makampuni ya kimataifa mengine Uturuki naweza kutusaidia jinsi gani ya kuvuta ile, ile, ule, ule, ile capital kutoka kwenye nchi nyingine, na wao wakaja Tanzania tukawekeza pamoja. Kwa hiyo sasa, kama wanaoaminika kimataifa na sisi Tanzania, watatubeba tuweze kugrow kimataifa na kuaminika zaidi, kutokana na sisi sera zetu zimekuwa za kuvutia. Tumeona kuna magari mengi sana Uturuki wanataka kuingia, kwenye kama dunia inavyokwenda sasa kwenye matumizi bora ya hewa, ma, ya hewa safi. Kwa hiyo sasa tukiwa na zile accessory labda tunatengeneza betri Tanzania, tunakuwa ni, ni, ni rahisi sana kwa Uturuki kununua vitu kutoka bidhaa Tanzania ambazo zimetengenezwa na makampuni yao au makampuni, kwa sababu tuna, tunataka ushirika wa makampuni ya Tanzania na, na, na Uturuki kununua kwenye makampuni ambayo ni yako, ushirika kati ya Uturuki na Tanzania.